Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, mkoa wetu wa Morogoro uko katika zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura kwa uchaguzi ambao utafanyika mwezi wa kumi mwaka huu ambao utakuwa ni uchaguzi wa kumchagua diwani, mbunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natoa wito kwa wananchi wote wa Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa wajiandikishe wote ili waweze kutumia nafasi yao na haki yao kikatiba kupiga kura kumchagua viongozi ambao wanawataka. Wana kumbuka uchaguzi ni jambo la muhimu sana, unaenda kuchagua kiongozi ambao unaweza unaona kwamba atakusaidia katika kuleta maendeleo katika miaka mitano ijayo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote ambao watasifa za kujiandikisha na wale ambao watakuwa wameshafikisha miaka kumi na nane ifikapo mwezi wa kumi mwaka huu wote wakajiandikisha katika daftari la wapiga kura, na vifaa tayari vyote vimeshafika kwenye maeneo yetu ya kujiandikishia. Kwa hiyo ni waombeni sana wananchi wote wa Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa kujitokeza kwa wingi na kuhakikisha unatumia nafasi yako ya kidemokrasia kuchagua viongozi ambao unawapenda, ambao unaona watakuletea maendeleo. Kumbuka, usipojiandikisha hutakuwa na haki ya kupiga kura, na kama hutapiga kura, basi wananchi wengine watakuchagua kiongozi ambao labda we ulikuwa hauendani nao sawa, hawa ambao hawana uwezo wa kuletea maendeleo. Kwa hiyo niombeni sana, tuchukue fursa hii ya tarehe moja mpaka tarehe saba ili tuweze kwenda kujiandikisha na imani kwamba wote mnajitokeza kwa wingi mkatumia haki yenu ya kujiandikisha ili uweze kuwa mpiga kura na nali katika uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini ishirini na tano Asanteni sana.